Unapitia hali ya ganzi au miguu kuwaka moto kwa muda mrefu, usi scroll video hii. Kama unapitia hali ya ganzi au miguu kuwaka moto, video hii inaweza kuwa ni msaada mkubwa kwako. Kuna mambo ya msingi ya kuzingatia. Jambo la kwanza ni kuhakikisha kwamba unafanya mazoezi mepesi ambayo yataimarisha mzunguko wa damu yako na kufika kila maeneo ya mwili wako. Lakini jambo la pili, hakikisha kwamba unakunywa maji mengi. Maji mengi ni msaada muhimu katika afya yako kwa uwezekano wa kuondoa ganzi ambayo imekukabili kwa muda mrefu. Jambo lingine, hakikisha ukae sehemu moja kwa muda mrefu. Ukaaji wa sehemu moja kwa muda mrefu ni janga lingine ambalo huchochea kwa kiwango kikubwa ganzi yako. Jambo la mwisho kabisa, unapoona dalili za awali, ni muhimu kwenda kufanya vipimo, ili uweze kujua ganzi yako inatokana na nini na kuweza kuitibia. Ganzi yako inaweza kuwa inatokana either na mkandamizo wa diski katika uti wa mgongo ama pressure, ama ugonjwa wa kisukari. Kwa ni vyema kufanya vipimo na kujua chanzo, ili uweze kuitibia ganzi yako. Kama ni mwanga wa changamoto hii, taarifa njema ni kwamba Ilinde Afya Yako iko na programu maalum kwa ajili ya kuondoa uwezekano wa ganzi katika mwili wako. Kama ni mwanga, chukua namba yetu kwenye bio, wasiliana nasi tuweze kukusaidia kupora changamoto hii.